Josefu Kapriano oye! Lobulu oye, oye! Lobulu oye! Oye! Oye! Ndugu mwenyekiti na wana sisiemu wenzangu, natamani tuwape nafasi wagombea wetu waweze kuzungumza vizuri, na kikubwa ambacho sasa hivi tunachokiangalia ni namna ya wana sisiemu kujipanga kwenda kutoa watu wakapige kura, matawi yetu yote yakitoa watu 300 300 Lobulu anatangazwa saa tatu asubuhi na tunakuwa tumemaliza uchaguzi, tukitoka wote kwa wakati. Isack Joseph Kapriano anatangazwa saa tatu na nusu asubuhi na uchaguzi umekwisha, watu tunaendelea na shughuli zetu. Lakini watu wote tukisema tutoke, kila balozi na watu wake, tawi likatimiza watu mia tatu, Mama Samia saa nne kafunga uchaguzi Moita, tunaenda na shughuli zetu maliza uchaguzi. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Niombe mimi nichukue nafasi hii kumkaribisha mgombea wetu wa udiwani wa kata hii, ndugu yangu, mdogo wangu Lobulu, uje useme na hadhara hii. Lakini kabla ya kusema na hadhara hii, ni lazima tukukabidhi ilani ili uweze kutililika yale ambayo unakusudia kuwafanyia wana Moita. Wanaosema watampa kula Lobulu, tunyoshe mikono juu. CCM oye! Ndugu yangu Lobulu, uliombali zako kwa wanamoita, na hii ndio nusu ya wanamoita. Utakayoyasema hapa ndio utakayo kwenda kuyasimamia na ndiyo tunahitaji ukayafanyie kazi. Huwezi kuyatoa kichwani, ni lazima atakuwa anatoka kwenye ilani. Ilani yetu tulishazoea kupata kitabu kikubwa, lakini sasa hivi tuna kitabu hichi kidogo ambacho kinagusa mkoa mzima wa Arusha ikiwemo wilaya Munduli. Kwa hiyo hutatoa kichoni kwako, yaliyo mengi utafanya kutoka umu. Kidumu Chama cha Mapinduzi, naomba nikukabidhi ilani na karibu uombe kula. CCM oye! Karibu uombe kula mheshimiwa. Niliyesimama hapa naajangarna Lobulu ajiyelolo noyeyo ajiyelolovava ndaleke ndo bolo tuwa aawayalayu alifariki mwaka 97. Kwa hiyo nimekulia kwenye mikono yenu, nimesimama hapa kwa unyenyekevu mkubwa, kwanza kuwashukuru ninyi wana Moita hadondaiyashnali tanaasian njoo. Lakini pia naomba nishukuru chama cha mapinduzi kwa kuniamini kusimama hapa kama mtetezi wa wanyonge kupitia chama cha mapinduzi haonashena li nimesimama pia hapa kushuhudia makubwa na ero abiraba CCM chini ya utawala wa mama Samia Yelolo kweli ajo mheshimiwa Damuni, pamoja na kwamba nimepambana naye na kuweza kutengua kuwa diwani, lakini ukweli usiokuwa umefichika amefanya makubwa sana. Naomba tumpigie makofi <coughs> era nasa na era na sana leng yelo lobado Kilimatinde ilikuwa ina shule emi noro shule ngeju simepata Kilimatinde haikuwa na maji hapa simna maji kiloriti emi yelo lobado kiloriti ene tu kiloriti simpo hapa ora bor kiloriti ene ngura shule ilnangrevevenayatakdatameungraehueo lakini kwa sasa hivi, kiloriti kuna shule safi sana naomba tumpigie makofi Mama Samia kadogo pamoja na mstafu Mheshimiwa Damone. aita hetene nikiwa na mambo machache ya kuwaomba ere tarehe ishirini na tisa eura

Tutahakikisha kwamba ardhi ya Moita inabaki kwa ya wanamwita okay. Na mera yaronganyoji anaangana ardhi ni ya wanamwita. Kwa hiyo wote lazima tutasimama pamoja kuhakikisha kwa kwamba mifugo yetu haikosi sehemu ya malisho kwa sababu ya mtu mmoja ama kikundi cha watu uresnre. Si niliwaambia kwamba tutahakikisha swala la education ambayo ni elimu tutaweka tuna shule nzuri lakini hatuna walimu, hilo tutahakikisha hilo. Nari akwamba, ndasomesha mtoto mmoja kwa kila kijiji, Iduwaka, Iduwadorina. Kwa hiyo naamini 2010 na 2030. Jambo langu la tatu aliako maswala ya maji, tunashukuru sana amuke atata nji chanzo cha maji hapa nitaenda halmashauri, nitaenda kuongea ili haya maji yaliyoko karibu uweze kusambazwa katika kata yetu nzima. Jambo langu lingine ariatakisha sala la barabara linapitika li kwa wakati wote, tutaweka vifusi tuhakikishe kwamba barabara inapitika kwa wakati wote, kipindi cha ngiangazi na kipindi cha mvua. Moita oye Kilimatinde, oye yeah! wakina mama, oye yeah! Balozi kama uwezo hauna uwezo wa kubeba watu kumi na sabaraaaakumi na sabarl, tunaomba mimi nilimuahidi mheshimiwa Rais Nilo ning'o